Ukuaji wa Spotify umekuwa kushangaza sana, lakini mafanikio yayo pia yanaendelea kufichua changamoto kubwa zilizojificha kwenye mfumo wake wa biashara. Ingawa kampuni imejijengea jina kama jukwaa kubwa la kusikilizia muziki zaidi duniani, ukweli wa wengi wasanii waliyomo humo bado ni mgumu sana. Mkurugenzi mtendaji wa Spotify, Daniel Ek mara nyingi amesisitiza dhamira ya kampuni yake kuwezesha wasanii milioni moja kuweza kuishi kwa kipato kinachotokana na muziki wao. Hata hivyo takwimu na ushahidi unaojitokeza unaonyesha picha tofauti. Wakati mastaa wakubwa wakipata mamilioni ya dola kupitia streaming, wasanii wengine wa daraja la chini huku wakipata kipato cha chini zaidi ambacho hakiwezi hata kukaribia mshahara wa mfanyakazi wa kawaida. Kwenye vikao vya kusikilizwa na kamati mbalimbali, Daniel amekuwa akihojiwa kwa kutumia takwimu za kampuni yake mwenyewe. Baadhi ya wasanii wanaojitegemea wameripotiwa kupata hadi dola 12 tu kwa mwezi kutokana na wasikilizaji wao. Wakosoaji wanasema kuwa kwa kasi hii itachukua miaka 75 kabla ya Spotify kufikia lengo lake la kuwafanya wasanii milioni moja kuishi kupitia kipato cha muziki wao. Mgongano huu umeweka wazi mvutano mkubwa uliopo. Spotify imefanikiwa sana kama biashara ya kimataifa, lakini wasanii wengi wanaoifanya iwe hai bado wanahangaika kujikimu. Unafikiri ukuaji wa majukwaa ya kusikiliza muziki utaweza kweli kufanikisha wasanii wengi au utaendelea kuwa neema kwa wasanii?